Ghafla tena mapya mengine yameibuliwa kumhusu mzee Clemence Mwandambo. Katika historia ya jamii zetu, simulizi huibuka si tu kama kumbukumbu za kale, bali kama vioo vinavyotuonyesha taswira ya wakati uliopo. Wakati mwingine hadithi ya zamani huja kwa umbo jipya, ikibeba ujumbe ule ule wa kale, lakini katika muktadha mpya wa kisasa. Leo hadithi ya Mwabuka binti wa uzuri na kejeli inapata uhai upya kupitia simulizi ya mzee Clemence Mwandambo, mwanaharakati wa maneno aliyepanda mlima wa umaarufu kwa ujasiri wa kukosoa mamlaka, lakini sasa anashuka taratibu kwenye bonde la tafsiri zenye utata na askofu mkuu Emaus Bandekile Mwamakula. Sehemu ya kwanza. Katika sehemu hii ya kwanza ndani ya habari hii tutaanza na kuangazia Mwabuka binti mrembo aliyegeuzwa kejeli. Neno Mwabuka lina asili ya Kinyakyusa likimaanisha binti mwenye ngozi nyororo na nyeupe, rangi iliyokuwa adimu sana katika maeneo ya Unyakyusa kabla ya ujio wa wageni kutoka Ulaya na bara la Asia. Katika miaka ya 1880 na kuendelea, uhusiano wa Wanyakyusa na Wajerumani, Wahindi na hata Waingereza uliibua kizazi kipya cha watoto wenye ngozi nyeupe. Miongoni mwao alikuwepo binti mmoja aliyekuwa kivutio cha macho yote. Watu walimuita Mwabuka, jina lililokuwa ishara ya uzuri, hadhi na mwanga wa kipekee. Lakini simulizi ya Mwabuka haikukoma katika sifa. Kama inavyotokea mara nyingi, uzuri uligeuka mzigo. Wazazi wake walirubuniwa kwa hila na tamaa ya mali. Mwanaume mwenye sura mbaya na tabia ngumu, akitumia majina ya uongo kama John au Jubeki, aliwatuma wapatanishi wakapose kwa niaba yake, akijidai kuwa ni mtu wa hadhi kubwa kutoka Johannesburg. Wazazi waliona utajiri, wakasahau busara. Mahari ilipokelewa na mara moja Mwabuka akatekwa kwa nguvu, kitendo kinachojulikana kama ukunduusa. Akaondolewa nyumbani kabla hata hajabarikiwa na wazazi wake. Baada ya muda, habari zikafika kwa jamii, yule binti mrembo ameolewa na jitu. Watu wakaibua wimbo wa kejeli, Kimwengile ikinyamana Mwabuka kimwengile, maana yake ni Mwabuka ameolewa na mnyama. Hivyo hadithi ya heshima ikageuka mzaha wa kijamii. Mwabuka akawa mfano wa tahadhari, ishara ya namna uzuri na heshima vinavyoweza kubadilika kuwa aibu pale utu unapopuuzwa, eh, kwa hila na tamaa. Sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili, uh, tuta tutaangazia Mwandambo, sauti ya wanyonge iliyogeuzika. Miaka mingi baadaye, Tanzania ikazaliwa, mitandao ikachipua na dunia ikawa kijiji. Ndipo jina eh, la Clemence Mwandambo likaibuka. Mzee huyu kwa maneno machache na sauti yenye vichekesho vya hekima, alianza kuwa mwiba katika nafsi za watawala. Maneno yake yalikuwa kama maneno ya nabii wa mitaani yalisikika kwa unyenyekevu lakini yalichoma moyoni. Wengi walimwona kama mzalendo wa kweli. Alisimama upande wa wananchi wanyonge, akiitumia kipaji cha uandishi wa maneno mafupi yenye, yenye sumu ya fikra. Nimechoka baba mimi, yenu nimechoka baba yenu, akawa eh, mzee huyo akawa msemo wa watu waliokata tamaa, msemo uliovuka mipaka ya kisiasa na kuwa sauti ya kuhamasisha mabadiliko. Lakini kadiri umaarufu ulivyoongezeka, macho ya mamlaka yakageuka kwake. Akakamatwa na jeshi la polisi, akashikiliwa bila dhamana. Wananchi, wanaharakati na vyama vya wanasheria wakiongozwa na Tanganyika Law Society TLS, walipaza sauti. Mwandambo akawa nembo ya ukosoaji wa kimfumo. Sehemu ya tatu. Katika sehemu ya tatu ndani ya habari hii tunaangazia mwangwi wa kigeugeu. Kisha ghafla habari zikabadilika, Mwandambo akaachiwa. Watu walitarajia shukrani kwa Watanzania waliomsimamia, lakini badala, badala yake akawaita waandishi wa habari na, ku, na kusifu utawala uliokuwa ukimnyamazisha. Alipoulizwa akajibu kwa maneno yaliyovuruga hisia za wengi. Akawasifia wale aliokuwa akiwakosoa, akawashambulia waliompa nguvu. Kwa wengine kitendo hicho kilikuwa ishara ya usaliti, kwa wachache kilionekana kama ishara ya kuelimika, lakini kwa wengi Mwandambo akawa kama mwabuka mpya wa zama za mitandao, mtu aliyewahi kuabudiwa sasa akiimbwa kwa kejeli. Katika sehemu ya nne ndani ya habari hii tunakwenda kutazama ama kuangazia mwabuka na Mwandambo, kisa kimoja, nyakati tofauti. Askofu mkuu wa makanisa ya Moravian Emmaus Bandikile Mwamakula anaibua tafakuri ya kina. Je, kweli e, si kisa kile kile kinachojirudia? Mwabuka alifukuzwa na jamii baada ya kudanganywa na jitu la ulaghai. Mwandambo naye anaonekana kama aliyeingia mikononi mwa mfumo aliyokuwa akiupinga. Wote walipoteza thamani zao mbele ya macho ya jamii walioitumikia, mmoja kwa mahari ya fedha, mwingine kwa mahari ya maneno matamu. Katika mtazamo wa kifasihi, Mwabuka ni alama ya jamii inayodanganywa na uzuri, na Mwandambo ni alama ya jamii inayodanganywa na maneno. Wote wanabeba mafunzo kuhusu hatari ya kupoteza misingi ya ukweli. Na kama wimbo wa kale unavyosema, Kimwegile ikinyamana Mwabuka, leo tunaweza kusikia mwangwi E, mwangwi wake mpya ukitoka kwenye vichwa vya habari na mitandao. Kimwegile ikinyamana Mwandambo. katika sehemu ya tano, katika sehemu ya tano tunatazama maana ya kifalsafa na kiroho. Mwandambo na Mwabuka wanafundisha ukweli wa msingi kuwa mtu wa kweli si tu kupaza sauti, bali kuilinda sauti hiyo isije ikauzwa. Kuna nyakati mtu anakuwa shujaa si kwa kupigana, bali kwa kubaki imara hata anaposhawishiwa. Lakini kuna wengine kama Mwabuka wanaojikuta wakiuza utu wao kwa hofu, tamaa au ahadi za heshima ascoemas Bandikile Mwamakula anatupeleka katika maandiko matakatifu ya Mhubiri 19 eh, hadi kumi inasema yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka wala hapana jambo jipya chini ya jua. Hivyo basi, simulizi ya Mwandambo si mpya, ni mwendelezo wa historia ndefu ya binadamu kuangukia udhaifu ule ule: tamaa ya mamlaka, hofu ya kupoteza nafasi, na uhalisia unaogeuzwa sarafu ya kisiasa. Kuna sehemu ya sita hapa, kisha tutakwenda sehemu ya mwisho. Sehemu ya sita ni somo kwa jamii. Jamii yetu inapaswa kutafakari. Tumezoea kuwapandisha watu juu kwa sifa na kuwasahau haraka wanapogeuka lakini, je, tunajifunza nini kutoka kwao? Je, tunatambua kwamba shujaa wa kweli si yule anayepaza sauti wakati anapendwa, bali yule anayebaki na msimamo wake hata pale inapomgharimu. Kisa cha Mwabuka kilifundisha jamii ya Unyakyusa kwamba uzuri bila hekima ni mzigo. Kisa cha Mwandambo kinatufundisha kuwa ujasiri bila uadilifu ni kelele tupu. Wote wawili wametuachia funzo moja kubwa, kuwa binadamu ni rahisi kuanguka, na ni nadra sana kusimama tena wima. Tunamalizia sehemu ya mwisho: hitimisho na mwanga wa imani. Leo tunapomkumbuka Mwandambo hatuoni tu mzee aliyegeuka bali tunajiona sisi wenyewe. Ni rahisi kumkosoa lakini, je, nasi tungebaki imara kama tungewekwa kwenye mizani ya hofu na neema? Mwabuka alisahaulika na kubaki kwenye wimbo wa kijiji, Mwandambo anaishi kwenye wimbo wa mitandao, lakini historia itawakumbuka wote kama funzo la namna mamlaka na heshima zinavyoweza kuharibu utu pale roho inapotangulia tamaa. Na hivyo, kama asemavyo Askofu Emmaus Bandikile Mwamakula, kwa sauti ya kiimani na matumaini, mwanakondoo ameshinda, tumfuate. Imeandikwa Dar es Salaam tarehe kumi na tatu Januari mwaka huu wa 2026 saa mbili na dakika hamsini asubuhi na askofu mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo e, katika, katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya ardhi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 Twitter, TikTok na mitandao mingine kwa majina ya habari Kiganjani.